Si, Samia mama Kizimkazi eh? Yulia ya mama kupesiri, uh -huh. Yulia ya mama roho yake nyeupe eh, bwana we kama alivyo yeye mweupe eh? si roho yake nyeupe, ndege kamelavya. Uh -huh. Mashabiki wamekwenda. Uh -huh. Wachezaji wamekwenda kawagara, sawa a na, naona ile ndoto yako ya mama kutoa ndege imetimia. Aa, lakini naona wewe uko hapa. Ngoja uh -huh. Idara maalum. Yeah? Alhabibi unataka kuanza sasa, useme wewe mtu wa system

Kwa hiyo nataka kusema mnashindana marai ah, marai na usiwe hatu gomo. Mvua inanyesha na jua linawaka, akanguruma Simba tu basi ujue vitu vyote vinakaa. Hapo naanza kuamini maana eh. Toka juzi nakuona una fulana lako jeupe lile la Simba, lakini eh, leo umepiga vitu vyekundu vyote. Sasa nimeanza kuamini uunonjwa ushindi wa kwenda fainali eh, usijiuze. Kwa hiyo sasa rais eh, atarejesha nini, labda nyinyi kwa ndege Raisi Samia, Mama Kizimkazi eh? Yule mama nkupe siri, uh -huh. Yule mama roho yake nyeupe eh, bwana we kama alivyo yeye mweupe eh? Basi roho yake nyeupe, ndege kamelavya, uh -huh. Mashabiki wamekwenda, uh -huh. Wachezaji wamekwenda sawa, sawa. Kawagaramia kila kitu, maana yake watu wamekwenda free kizungu hicho avo amekwenenda bure ncho, na naulia sauzi nayo si mchezo. Kwa jidege kwa jidege, Tanzania ya wavo. Kwa nini asituwezeshe mama yetu? Sasa alhabibi wa Simba, naam, wale wenzako walikuwa wanasema shirikisho ni sasa na kombe la wanawake tu, unaambia aje saivi Manana jichesika mama tamu wa umazuli Sasa nitakwambia kitu kimoja Kombe la muungano hapo nasi semeja hivi kwenda Pemba na kwenda sauzi, I want problems, sauzi na Pemba ni kukubwa wapi? Sina maneno, siti ilangu neno, sawa ambi wajikaze huko banasikun tunakwenda wakilisha, tunakwenda ku, kuchukua ushindi maana maana siseme tunawakilisha, tunakwenda kuchukua ushindi. Kwa hiyo unamaanisha nyinyi mnawakilisha nchi wao, wanawakilisha mkoa wao, wanawakilisha mkoa wa Dar es Salaam, maana Dar es Salaam sisi, tunawakilisha taifa zima la Tanzania e. E, sasa una lipi la kuambia wana Simba ambao wana wasiwasi hivi na mechi wasiwasi, minaambia wasiwe nao

Siti langu neno. Sasa waambie wajikaze huko Pemba, Naswe kuno tunakwenda wakilishi, tunakwenda ku, kuchukua ushindi maana siseme, tunawakilisha tunakwenda kuchukua ushindi. Kwa hiyo unamaanisha nyinyi mnawakilisha nchi, wa wanawakilisha mkoa e, wao wanawakilisha mkoa wa Dar es Salaam, maana njoka sikia dabi ya Dar es Salaam. Sisi tunawakilisha taifa zima la Tanzania eh? e. Sasa una lipi la kuambia wana Simba ambao wana wasiwasi hivi wasi, wasi, wasi, mm? Na mechi wasiwasi, mimi naambia wasiwe nao. Kesho nakwenenda kuseti mambo kae. Naona umewaka. Ilo jezi limetoka wapi hilo? <laughs> Ilo jezi kanitumia Mama Samia kwenye ndege ya asubuhi eh? Eh, uzimpya uno unauona unavyogara una nauona eh? Nauona lakini kikofia Al-Hussein Mwinyi, Al-Habibi Hussein Mwinyi Rais wa mapinduzi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Hassan Sifa, kantumiki ndo mwenzako wewe. <laughs> Kikofia Al-Habibi, unakudokelea siri Al-Habibi, mwenzangu Hussein Mwinyi eh. Kwa hiyo ni mnyama yule, asema chukata jificha, yule ndio maana, sio kaona na unyama chinzi, ma unyama <yumana> nchi e, nzima unyama. Sina la kukwambia. Sasa ninachokwambia eh, nacho, uh -huh. Yaani, cha kukukumbusha tu maana mm. Mmesikia manake washabiki sijui hawa ajenda wa kutosha sijui <laughs> nakudokolea siri mkawako mm -hmm. mshikaji wangu kana kwitwa Nyanga wapi Nyanga sporti sporti sporti online uh -huh. eh, kimefika Kawako mshikaji yangu mwingine damu damu, naye huyo, kana kuitwa Jahakingi tayari, uh-huh. Kamefika South Africa mnyama we. Ay, ay, ay, ay, ay. Tenavo mm. Ujiandae tu eh. Eh, kama nyanga kamefika South Africa eh, na jahakingi eh, basi we